Unasema kwamba ndio, kimsingi kila kata yes, ina postikodi nchini, ndio na ili niweze kuitambua. Mm. postikodi yangu naweza nikaigundua kwenye kitambulisho cha NIDA kabisa. Rudia tena maelezo, natambuaje? <laughs> Sawa, nilielezea kwamba kwenye kitambulisho chako cha NIDA inaanza e, mwaka wako wa kuzaliwa, mwezi mm -hmm. tarehe mm -hmm. zile namba tano zinazofuata ni postikodi na namba ya kwanza kwenye zile tarakimu tano inamaanisha kanda. Kwa hiyo kama kitambulisho chako cha NIDA ulipata Dar es Salaam, namba yako ya kwanza itaanza na moja, kwa sababu Dar es Salaam ni kanda namba moja kwenye kanda zetu za mawasiliano tunazozitumia hapa nchini, sawasawa eh? na tarakimu ya pili inamaanisha mkoa. Kwa hiyo kwa hiyo kwa Dar es Salaam utaona postkodi yako inaanza na moja, moja. Hmm. Ukiangalia kwenye kitabu kama ulipata hapa Dar es Salaam. Yes. mm -hmm. Alafu ile ya tatu ni wilaya na mbili za mwisho ni kata. Okay. Yes. Na mwisho mbili, kwa nini ziko mbili mwishoni? Kwa sababu wilaya zetu zina kata zaidi ya kumi. Aha. Kwa hiyo ndio maana namba mbili za mwisho ni za kata. Kwa hiyo ndio postcode sasa e, okay. Kwa sababu kila kata ina postcode. Sasa anodi anapatikana kwenye kata X sasa namfikiaje Arnold nikishafika kwenye kata? Ndio swali linakuja. Postcode ipo, ninaweza nikafika mpaka kwenye kata, mm. Labda let's say ya Mabwepande, lakini nikishafika pale Mabwepande nafikaje nyumbani kwa Arnold? Ndio kuna vitu viwili sasa vinakuja kuunganika hapa. Ambapo cha kwanza ni jina la barabara. Kila barabara unayoiona huko lazima tuipe jina. Mm. Na ndani ya kata moja jina halijirudii zaidi ya mara moja kwenye hmm, kata moja ndani ya kata moja yeah, hmm. Kwa hiyo sasa nikifika kwenye kata X nitatafuta jina la barabara ninayotaka kwa mfano, barabara ya maendeleo, na nikipata barabara ya maendeleo natafuta namba ya nyumba. Na kwa faida ya wasikilizaji na sisi hapa Ande, kwenye barabara zote mkipita mtaani, upande wa kushoto wa barabara utaona namba uhitiri 1 3 5 7 moja tatu tano saba upande wa kushoto wa barabara, na upande wa kulia wa barabara utaona mbili nne sita nane. Ko, hata kama hujui kushoto ni wapi, kulia ni wapi, angalia hizo namba, zitakuambia. Ule mtiririko wa namba umewekwa kwa utaratibu huo. Unaelewa hapo ndugu yangu? <laughs> Eh, kama ujaelewa sema, darasa linaweza likarudiwa, tunaruhusu maswali eh. Rudia hizo na hizo eh, namba vizuri, yaani kama mtu asipoona nini. As asante sana eh, kwenye nilikuwa naongelea namba barabara eh, zetu huku mijini mtaona, mm. kuna namba zimebandikwa, eh. kuna vibao vya njano mmeona huko kwenye mitaa yetu, wengine wamebandikiwa mm -hmm. namba za anwani na namba zina utaratibu wake wa kutoka utoaji wa namba kwenye barabara zetu, unaanzia mwanzo wa barabara kuelekea mwisho wa barabara. Kila barabara unayoiona ina mwanzo na ina mwisho, zile barabara za mitaa, barabara za mitaani. Okay eh, kwamba inaingia hapa, inatokea kule. Yes. inaunganika na ile inakuja, inakutana. Yes. Okay. mm -hmm. Kwa mfano Dar es Salaam, mfano rahisi, barabara zetu zote zimeanzia posta, mm. zinakwenda mm. nje, kwa pale ndio mwanzo wa barabara, ndio ziro kilomita iko pale mm. kwa hata hii Morogoro Rodi utaona tumeanza kutoa namba kule mjini kabisa, zinashuka kuja Morogoro mm. upande wa kulia wa hiyo barabara utaona namba mbili namba nne mpaka utakutana namba mia mbili mia ngapi, zile namba shufwa zinakaa upande wa kulia lakini upande wa kushoto wa kulia wa hii barabara, mwelekeo kuanzia mwanzo wa barabara, barabara. Kuelekea ah, maraki... yeah. Mwisho wa barabara okay. E. Kwa hiyo upande wa kushoto utaona namba tatu namba tano namba saba kuendelea mm. E. Kwao zinakaa kwa utaratibu. Na kwa nini zimewekwa hivyo? Mimi ninakutafuta namba kumi, nyumba namba kumi, najua iko upande wa kulia mm -hmm. wa barabara nilipo Sindio? Eh, ambazo ni shufwa, ambazo ni shufwa mm. nikiwa natafuta namba 75 na najua itakuwa mm. upande wangu wa kushoto kwenye hiyo barabara mm. kwa nita concentrate au nitaweka focus kwenye upande mmoja mm. wa hiyo barabara, itakuwa sigeuki kushoto na kulia. Kwa hiyo hiyo ndio anwani kamili ya makazi ambayo, ambayo kila mwananchi sasa anapaswa kuwa nayo kwa ajili ya kurahisisha utoaji na ufikishaji wa huduma kwa wananchi wetu.